Karibu sana kwenye video creators mahali ambapo tunakuletea uchambuzi wa kina wa siasa za Afrika Mashariki. Leo tunamulika Tanzania, taifa ambalo linatikisika tena kwa sababu ya kesi ya Tundu Lissu. Tarehe 9 Aprili 2025 Tundu Lissu alikamatwa jijini Dodoma. Polisi walisema alikuwa na nia ya kuanzisha maandamano yasiyo halali, lakini Chadema walikana madai hayo. Hii si mara ya kwanza kwa Lissu kukamatwa. Katika taarifa yao, Umoja wa Mataifa ulielezea wasiwasi mkubwa kuhusu kukamatwa kwa viongozi wa upinzani. Walisema, haki ya kujieleza na kushiriki katika siasa ni msingi wa demokrasia. Umoja wa Ulaya nao haukubaki nyuma. Kupitia balozi wake nchini Tanzania, walitoa wito kwa serikali kuhakikisha uhuru wa vyama vya siasa na haki ya kujieleza inalindwa. Katika mkutano wa waandishi wa habari, msemaji wa serikali alisisitiza kuwa Lissu hajazuiliwa kwa sababu za kisiasa, bali kwa kuvunja sheria za nchi. Hata hivyo, wakosoaji wanahoji iwapo haki inatendeka kwa usawa. Wananchi wengi hasa vijana wameonyesha kuhamasika kupitia mitandao ya kijamii. Hashtag kama Free Lissu, zimekuwa zikisambaa kwa kasi zikionyesha hisia za kutoridhika. Wadadisi wa siasa wanasema kesi ya Lissu inaweza kuwa kiini cha mapambano ya kidemokrasia kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Je, Tanzania itaruhusu uchaguzi huru na wa haki? Tundu Lissu si mwanasiasa wa kawaida. Ameshapona jaribio la kuuawa, ameishi uhamishoni na bado amerudi kupigania haki. Hii inaibua swali kubwa ni kwa kiasi gani yuko tayari kujitoa. Katika mahojiano ya hivi karibuni, Lissu alisema hana hofu ya kufungwa, bali ana hofu ya kuona taifa lake likiangamia bila demokrasia. Maneno haya yamewagusa wengi. Je, Tanzania itasikiliza wa kimataifa na wandani kwa haki, uhuru na demokrasia? au historia itajirudia? Tunakusihi uendelee kufuatilia video creators kwa taarifa zaidi.